Bwana Yesu asifiwe. Ninakushukuru, namshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake siku ya leo, na ninamshukuru Mungu kwa kutupa tena nafasi na kibali cha kuwepo nyumbani mwake siku hii ya leo, ili tuweze kuyasikia maneno yake matakatifu. Nikukaribishe, kukaribisha msikilizaji, nikukaribishe wewe ambaye unafuatilia vipindi vyetu vya kila Jumanne, ukapate tena kuungana nasi kwenye ulimwengu wa roho kwa ajili ya ku kwa omba kuvuka hatua moja kwenda hatua nyingine. Karibu tukapate kuanza somo letu la leo. Na siku hii ya leo tunajifunza kwa habari ya kuomba neema ya kukumbukwa na Mungu, kuomba neema ya kukumbukwa na Mungu. Tunaposema omba neema ya kukumbukwa na Mungu, na maana ya kwamba kuna vitu ambavyo tunatamani Mungu afanye kwenye maisha yetu kwa wakati au kwa majira fulani, lakini vinachelewa. Kwa nini vinachelewa? Inawezekana kuna vitu ambavyo vimekuwa sababu ya kuchelewesha majibu yetu au kuchelewesha Mungu kusema na sisi kwa ule muda ambao sisi tunatamani Mungu afanye. Kwa hiyo tukasema ya kwamba leo tuombe neema ya Mungu, Mungu atukumbuke, Mungu akumbuke watoto wake. Mungu hawezi kutusahau, lakini kuna wakati ambao Mungu anatamani tumkumbushe. Mungu anatamani tuseme naye, Mungu anatamani tupige kelele asikie sauti zetu ili aweze kuachilia majibu ya maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. E, kitabu kile cha Isaya mlango ule wa 43 mstari ule wa 26, tunaanzia pale kitabu cha Isaya mlango wa 43 mstari wa 26 neno la Mungu linasema "Unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako." Unikumbushe na tuhojiane. Anaposema unikumbushe, ina maana kwamba kuna mahali ambapo anataka wewe umkumbushe, anataka wewe useme, sio kwamba anashindwa kukusaidia, lakini kuna namna anataka kukumbushwa kwamba wewe unahitaji nini wewe unataka nini? Ni jambo gani ulilipeleka mbele za Mungu kwa mwaka jana mwaka juzi alafu halijapata majibu? Anasema unikumbushe na tuhojiane, alafu tueleze mambo yetu ili tuweze kupewa haki, tuweze kupewa haki. Kwa hiyo, kumbe kuna namna ambavyo tunachelewa kupewa haki kwa sababu hatujamkumbusha. Tumesahaulika, amenyamaza, sio kwamba haoni, sio kwamba hasikii. Anataka asikie kwamba wewe unamkumbusha, wewe unamsemesha. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Lakini pia yako mazingira ambayo yanaweza kasababisha Mungu akasahau au akakuacha akaacha kujibu maombi yako au mahitaji yako. E, jambo la kwanza ambalo tutalizungumzia ni dhambi, uovu. Eh, dhambi inaweza ikasababisha Mungu akanyamaza, Mungu akakaa kimya. Sio kwamba hawezi kukujibu, sio kwamba hawezi kufanya, sio kwamba hawezi kutoa kile ambacho wewe unataka, lakini anataka kuona moyo ulio safi, anataka kuona utakatifu, anataka kuona mahali palipo sawa, ili aweze kuachilia majibu ya maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie tena kitabu kile cha Isaya 44, mstari wa 21 hadi wa ishirini na sita Isaya arobaini na nne mstari wa ishirini na moja hadi wa 26 anasema "Kumbuka haya e, Yakobo, nawe Israeli, maana wewe u mtumishi wangu, nimekuumba, u mtumishi wangu e, Israeli, hutasahauliwa na Mungu. Hutasahauliwa na Mungu. E, Mungu alichokuwa akisema na Israeli anasema ya kwamba kumbuka, wewe ni mtumishi wangu, kumbuka, wewe ni Israeli, kumbuka, wewe ni mzaliwa wangu. Anasema hutasahauliwa. Mstari mm, wa 22 akasema nimeyafuta makosa yako kama wingu zito na dhambi zako kama wingu unirudie, maana nimekukomboa. Anaposema unirudie, umefutiwa dhambi zako, umeondolewa dhambi zako eh, hayatakumbukwa eh, ina maana kwamba dhambi imesababisha Mungu akamsahau akamsahau Israeli. Israeli ni mimi na wewe, Israeli ni taifa, Israeli ni mtu, Israeli ni familia eh, unapomtafuta Mungu unapomtaka Mungu kwa jambo fulani alafu unaona limechelewa, ni dhahiri ya kwamba inawezekana tumesahaulika tu inawezekana tumeachwa inawezekana tumeshindwa, jinsi ya kujua kwamba kwa nini majibu yetu yamechelewa. Sasa anasema ya kwamba nimeafuta makosa yako kama wingu zito, na dhambi zako kama wingu. Unirudie maana nimekukomboa, unirudie maana nimekukomboa. Kwa maana ya kwamba katikati ya Mungu na mwanadamu, dhambi inasababisha kusahaulika, dhambi inasababisha Mungu asisikie kwa ule muda. Maombi yako unayoomba anaona ni kelele mbele za Bwana, anaona ni kelele ambazo zinaingia masikioni mwake. Kwa hiyo anasema ya kwamba Israeli, hutasahauliwa na mimi. Ikiwa kwamba hatutasahaulika, ni lazima tuondoe uovu, ni lazima tuondoe dhambi, tuondoe makosa ambayo yanasababisha yeye akatusahau. Lakini mstari huu wa ishirini na mbili aliposema ya kwamba "Nitayafuta makosa." Kumbe atayafuta makosa yetu, ikiwa tumetambua kwamba kuna mahali tumesahaulika, kuna mahali tumeachwa, kuna mahali ambapo tumemwacha Mungu, kuna mahali ambapo Mungu asikii maombi yetu au hajibu maombi yetu. Amesema atayafuta makosa. Sasa ili ayafute makosa, lazima tutambue kuomba rehema, ni lazima tutambue kutubu, ni lazima tutambue kurudi kwake, na akasema kwamba ni unirudie maana nimekukomboa. Tumrudie Mungu leo. Mungu anataka turudi, turudi kwa namna ya toba, ili kwamba tukumbukwe. Sasa tunaposema kuomba neema ya kukumbukwa na Mungu, ni dhahiri ya kwamba kuna mahali tumesahaulika. Bwana Yesu asifiwe. Akaendelea kusema imbeni, enyi mbingu, maana Bwana ametenda hayo. Pigeni kelele, enyi mabonde ya nchi. Pazeni nyimbo, enyi milima, nawe msitu na kila mti ndani yake, maana Bwana amemkomboa Yakobo, naye atajitukuza katika Israeli. Mstari wa ishirini na nne akasema, Bwana mkombozi wako yeye aliye kuumba tumboni asema hivi, mimi ni Bwana nifanyaye ni vitu vyote nizitanguae mbingu peke yangu nienezae ni, ni, ni nchi ni nani aliye pamoja nami? Eh? Nizitanguae ishara za waongo na kuwatia waganga wazimu, niwarudishaye nyuma wenye hekima na kuyageuza ku, ku, kuyageuza maarifa yao kuwa ujinga. Ni nani? Ni Mungu hasa pale ambapo tunasubiri Mungu ajibu maombi yetu, anachelewa kwa sababu ya uovu na dhambi. Kwa hiyo tunapotubu na kwenda mbele za Bwana Mungu, anatutendea mambo makubwa. Mungu atatufanyia mambo makubwa, anaondoa uovu wetu kama vazi, anaondoa dhambi kama vazi ambalo limeonekana ni zito, lakini akasema yeye ndio anaweza kutangua ishara za waongo na kuwapa waganga wazimu, kwa maana wanautu ya kwamba wapo wanaotuonea, wanaosababisha sisi maombi yetu yasipate kibali mbele za Mungu, yasipate kibali mbele za Mungu au tusijibiwe. Kwa hiyo yeye ndio anayeweza kufanya hayo yote. Bwana Yesu asifiwe tukiomba neema ya kukumbukwa tukimwambia, Bwana tukumbuke leo, ikumbuke familia yangu leo, kumbuka watoto wangu leo, kumbuka nyumba yangu leo, anakuondolea yale ambayo yalikuwa kama wingu nzito kwako, anaondoa ule uovu, na yeye ndiye anayeanza kupigana na maadui ambao walikaa kwenye ulimwengu wa roho, kuzuia maombi yako yasiende, kuzuia maisha yako yasifanikiwe, kuzuia uponyaji usipite kwako, yeye mwenyewe ndiye anayeweza kuondoa kwa sababu anakujua, kwa sababu anakupenda. Pale tunapotubu tu na kumrudia, ndipo ambapo yeye anatukumbuka, yeye anapigana, yeye anaingilia kati na kutufanya kuwa imara mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie tena kitabu cha Isaya 49, Isaya 49, ule mstari wa nane hadi wa kumi na nne hadi 9. Bwana asema hivi, wakati uliokubalika nimekujibu, na siku ya wokovu nimekusaidia, nami nitakuhifadhi, nitakutoa uwe agano la watu hawa, ili kuinua nchi hii na kuarithisha urithi uliokuwa ukiwa. Kwa maana ya kwamba uovu ulisababisha tukasahaulika, lakini baada ya kurudi, baada ya kumgeukia Mungu, baada ya kumtafuta Mungu tena, anasema wakati uliokubalika nimekujibu uwe ni wakati wa kukubalika mchana wa leo kwako, uwe ni wakati wa kukubalika kwa watoto wako, uwe ni wakati wa kukubalika biashara yako. Anasema wakati uliokubalika nimekujibu, na siku ya wokovu nimekusaidia. Bwana akaanze kutusaidia toka sasa, ambapo tumeomba neema, tunaenda kuomba neema ya kukumbukwa na yeye, akaanze kutusaidia, akaanze kututetea. Anasema nitakutoa, uwe agano la watu hawa. Kwa hiyo kumbe tunatembea chini ya kifungo chini ya uvuli wa uovu na dhambi, kwa sababu hatujamkumbusha Bwana, hatujamuita Bwana, hatujamwambia Bwana hapa umechelewa, hatujamwambia Bwana hapa kwa nini umekawia. Tunapomuita na kumwomba anasema atatufanya kuwa agano. Eh, Bwana Yesu asifiwe. Mstari ule wa kumi akasema Mstari wa tisa, ukawaambia waliofungwa haya, tokeni na hawa walio katika giza jionyesheni. watali, watali watajilisha katika njia na juu ya majabali watapata ma malisho. Wataona, hawataona njaa wala hawataona kiu, hari haitawapiga wala jua, kwa maana yeye aliye wa rehemu atawa, atawatangulia, naam, karibu na chemichemi za maji atawaongoza. Baada ya kumkumbusha, baada ya kutubu, baada ya kurudi kwake, anasema ya kwamba hata zile chemichemi ambazo zilikuwa zimezuiliwa na adui zita E? anasema yeye aliye awarehemu atawatangulia, atatembea mbele yetu, atatembea mbele ya maisha yetu, ataongoza hatua zetu, ataongoza hatua za watoto wetu, kwa sababu aliyemrehemu atamtangulia, atatembea pamoja naye, kwa sababu amemkumbuka, kwa sababu amemjua, kwa sababu amemtaka, kwa sababu amemkumbusha ya kwamba niko hapa Baba, ulisema utaniponya, mbona siuoni uponyaji? Niko hapa Bwana, ulisema ya kwamba utanisaidia, utanifanikisha ili niweze kuona faida ili niweze kufanika kwenye hii biashara imekuwaje? Anasema atatangulia, ataweza kuwaondoa wale maadui, atawaondoa waganga, atawaondoa watu wabaya waliokaa mbele yako, atasimama kukupigania kwa sababu agano lake litaanza kutembea na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Akasema, nami nitafanya milima, milima yangu yote kuwa njia na njia kuu zangu zitatukuzwa zote. Tazama hawa watakuja kutoka mbali, na tazama hawa kutoka kaskazini na kutoka magharibi, na hawa kutoka nchi ya Sinimo. Imbeni enyi mbingu, furahi enchi, pazeni sauti ya kuimba enyi milima, kwa kuwa Bwana amewafariji watu wake naye atawahurumia watu wake walioteswa. Bali Sayuni alisema, Yehova ameniacha, Bwana amenisa hao. Bwana Yesu asifiwe. Sema hivi, imbeni enyi mbingu, kwa maana ya kwamba ataruhusu mbingu zitoe baraka kwa ajili yako, ataruhusu nchi zitoe baraka kwa ajili yako, ataruhusu kaskazini, kusini, mashariki na magharibi zitoe baraka kwa ajili yako, kwa sababu tu tumemkumbusha, kwa sababu tu tumemtafuta, kwa sababu tu tumetubu na kurejea kwake. Na ndio maana tunaiomba neema ya kukumbukwa na yeye pale tuliposahaulika, pale tulipoachwa, pale ambapo tumeona Bwana amekawia kujibu, leo tuende mbele zake tumwambie, Baba tusamee Baba samee mji wangu, samee familia yangu, samee nchi yangu ya Tanzania, tukumbuke tena, uturejeshee tena lile agano, agano la uzima, agano la baraka, agano la uponyaji, agano la kibali, agano la, ma la maisha mazuri marefu, agano la kukutafuta wewe na kutembea na wewe, aturudishie tena ili atembee na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Akasema, enyi milima, kwa kuwa Bwana amewafariji watu wake, naye atawahurumia watu wake walioteswa. Kwa maana ya kwamba wakati huu ambapo hatujamrudia Bwana hatu, tumesahaulika na Bwana. Kuna namna ambavyo tulikwama, kuna namna ambavyo tunateseka, kuna namna ambavyo hatuoni mbele, kuna nini. Lakini tunaporudi siku hii ya leo, tunapomwomba tena neema yake, ili kwamba atukumbuke, ili kwamba atusaidie, anasema ya kwamba ataruhusu eh? Yeye atawahurumia watu wake walioteswa, atatuhurumia, ataturudia tena, atatukumbatia tena, atatukumbuka tena, atatuinulia msaada tena, atagusa pande zote tena, wale waliokusudiwa kwa ajili yetu, kutuvusha, kutupeleka mahali fulani. Anasema yeye atawagusa, yeye atawaleta kutoka mbali, na watoto wetu ambao walisahaulika, waliobeba heshima yetu, watabebwa nyongani, wataletwa kwetu. Zile baraka na zile hazina za gizani zitaletwa kwetu, kwa sababu tumemrudia Bwana, kwa sababu tumemkumbusha, kwa sababu ametuhurumia, kwa sababu ametukumbuka, kwa sababu ameona haja, ameona kiu, ameona moyo ulionyenyekea na kupondeka. Kwa hiyo yeye atarudi kwa ajili ya kutuhurumia tena na kutusaidia tena. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Isaya 41, tunapoenda kumaliza, Isaya 41 pale mstari wa wa kumi hadi wa kumi na tatu tuangalie maneno ya Mungu tunapoenda kukaribia kumaliza na kuingia kwenye maombi. Anasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Tazama wote walioona hasira juu yako watatahayarika na kufadhaika, watu washindanao nawe watakuwa si kitu na kuanguka eh, utawatafuta wala hutawaona wale wapiganao nawe watakuwa si kitu watakuwa kama kitu kisichokuwa kisichokuwa wale waliofanya vita juu yako mstari wa kumi na tatu kwa maana mimi bwana mungu wako nitakushika mkono wako wa kuume nikikuambia usiogope mimi nitakusaidia leo turudi kwa mungu ona jinsi ambavyo ahadi za mungu ni kubwa kwetu ahadi za mungu ni za ajabu kwetu Anataka tu aone tumerudi, anataka tu aone tumemkumbusha, anataka tu aone moyo uliopondeka na kunyenyekea. Ndio maana akasema, usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Yuko pamoja nawe, kwa sababu gani? Umerudi. Yuko pamoja nawe, kwa sababu gani? Umemkumbusha. Uko pamoja nawe, kwa sababu gani? Umemuita pale ambapo umekata tamaa, umechoka, umezimia moyo, unasema sioni kama kuna matumaini, mimi kama ni ugonjwa kuniua utaniua tu, ni kwa sababu umekata tamaa, haujamkumbusha naye ananyamaza, maana anasubiri kuona jinsi gani ambavyo moyo wa mwanaye umemkumbusha, moyo wa mwanaye umemtafuta, moyo wa mwanaye umemtaka, na yeye anasema ukishamtafuta, ukishamrudia na kumkumbusha, anasema usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike, maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu. Cha kwanza anasema atatutia nguvu, akasema naam, nitakusaidia. Ili tuweze kusaidiwa lazima tumkumbushe, ili tuweze kukumbukwa lazima tumkumbushe, ili tuweze kutetewa lazima tumkumbushe. Anasema nitakutia nguvu, nitakusaidia, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Ili tuweze kushikwa kwa mkono wa kuume wa haki ya Mungu ni lazima tumkumbushe, ni lazima tuone kwamba yuko pamoja nasi majira yote, asubuhi mkumbushe, mchana mkumbushe, jioni mkumbushe, ili aweze kutupa haki, ili aweze kutupa kile ambacho tunastahili kupewa na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuombe neema neema ya kukumbukwa, maana ahadi zake amesema ya, ya kwamba tutawatafuta hata wale ambao wametuzuia, lakini hatutawaona maadui zetu waliotuzuia, waliotuzuia kwenye baraka zetu, waliozuia kwenye, kwenye, kwenye uponyaji wetu. Anasema tutawatafuta hatutawaona, kwa sababu yeye atakuwa pamoja nasi, atatushika kwa mkono wake wa kiume wenye nguvu, atatusaidia, atatuwezesha, atatuimarisha, atatuinua. Na kwenye kile kitabu cha Isaya 44 ule mstari palo wa 25 amesema ya kwamba yeye ndio atangua ishara za waongo yeye ndio atangua ishara za waongo na kuwapa waganga wazimu. Ili aweze kuwapa waganga wazimu, lazima tuhakikishe ya kwamba tunamrudia na kumkumbusha na kuhojiana naye. Alafu wale waganga wale watu wabaya, ile mizimu ambayo imekuwa kila siku inainuka kukuzuia, anasema ya kwamba ataiondoa, na tutawatafuta hatutawaona akasema anasema utawatafuta wala hutawaona wale wapiganao nawe watakuwa si kitu, watakuwa kama kitu kisichokuwa, wale waliofanya vita juu yako kama. Kwa maana mimi ni Bwana Mungu wako, nitakushika kwa mkono wako wa kuume, nikikwambia usiogope. Akituambia tusiogope, mama unayenifuatilia, dada unayenifuatilia, kijana unayenifuatilia, inawezekana umekaa kimya ukijua kwamba basi Mungu ananiona katika jambo hili naye atanifanyia. Pana anasema mkumbushe, anasema tuhojiane, anasema eleza mambo yako niweze kukupa haki. Sasa haki zetu hatuwezi kuzipata ikiwa kwamba hatujaondoa kile ambacho kimekuwa ni sababu ya kutuzuia na kututenga naye. Na maadui zetu wametuonea kwa sababu wameona kuna mlango wa uovu, wameona kuna mlango wa dhambi, wameona kuna makosa ambayo yanatambulisha kila siku, yanaruhusu wao waingie watuonee. Lakini Mungu ana nasema nikumbushe na tuojiane. Tumkumbushe Bwana, tuombe hiyo neema ya kukumbukwa. Bwana, leo nimekubali kuja kwako, kwa sababu nimejua kwamba wewe ni Mungu ambaye unatamani kukumbushwa na unatamani kusema nasi, lakini kwa sababu ya dhambi zangu, kwa sababu ya uovu wangu, kwa sababu ya makosa yangu, maadui wamenionea, maadui wamenitesa, maadui wamenichelewesha. Na leo nimegundua, nimekuja kwako na ahadi yako ya kwanza. Umesema ya kwamba nisiogope, utanishika kwa mkono wako wa kuume, tena mkono wa haki na ukasema ya kwamba utanitia nguvu, utanisaidia. Ni kweli kuna mahali tumelala, ni kweli kuna mahali tumezimia. Nafsi zetu zimechoka, mioyo yetu imechoka, hata miili haiwezi tena kukutafuta kwa bidii, kwa sababu tumekata tamaa, tumezimia, na wewe umekaa kimya kwa sababu hatuja kukumbusha. Lakini mchana wa leo ninatamani Mungu utusaidie tena, na tukikurudia leo tusirudi nyuma tena, kama ulivyoirudia Israeli, ukawahurumia ukawakumbuka naomba utukumbuke na sisi, ukumbuke familia zetu, ukumbuke watoto wetu, ukumbuke uchumi wetu, ukumbuke afya zetu, ukumbuke ndugu zetu wanaoteswa na nguvu za giza, wanaoteswa na ulevi, wanaoteswa na uzinzi na ukahaba, wanateswa na vitu mbalimbali, uwakumbuke leo, kwa maana ya kwamba atakaposimama mmoja kwenye familia, atakaye kuita Bwana, atakaye kuomba Bwana, wewe utasikia, wewe utawasaidia ndugu wale kwenye familia, kama ulivyoikumbuka Israeli, kama ulivyomkumbuka Yakobo mtumishi wako, ukaponya na nchi yake, ukaponya na watu wake. Na leo utukumbuke Bwana, kwa sababu tumekubali kurudi kwako weulie Mungu wa kweli katika maisha yetu. Mungu wa mbinguni akubariki mtumishi wa Mungu uliyenifuatilia ujumbe huu wa mchana wa leo amen.